Kweli hapa wakati mwingine inawatafuna ni rushwa yeah. Naomba niwe mkweli ndugu zangu, wakati mwingine tunaweza tusipige hatua kwa sababu ya kuoneana haya, huyu mwenzetu sijui nini na nini. Ukicheka na nyenyele anayekutambalia kwenye mapaja utang'atwa pabaya. Leo ukiangalia kwa watu wa private wanapata maji mapema lakini mwananchi wa wa Saranga ah, presha sijui nini, tutaonana wabaya. Nataka nikwambie ndugu yangu Bwire, wewe ndio siona viongozi ndio wa DAWASA, hii kazi unaiweza hauiwezi, ili tusije tukasumbuana. Mimi kijana bwana, ukizingua tunazingua na biashara inafanyaje, unaisha tu kwambie wakusikie, unaweza kuwapatia maji ndani ya siku thelathini waondokane na changamoto au huwezi, nikakutafutia shughuli ya kwenda kufanya? Mheshimiwa Waziri, mimi niseme kwamba nimepokea maelekezo na kazi hii tunaiweza, ndani ya siku ulizoelekeza wanaokombozi watapata maji na kazi hii tunaipenda, asante sana mkuu. Waziri sasa Huyu bwana ameshaingia kwenye mtego. Mimi leo nimenyweshwa haya maji na nimekunywa, ambao nakunywa maji sana, si sawa, si sahihi kutumia maji ya namna hii, wala hakuna sababu ya kuwaonea huruma hawa mabwana. Tunawapa tunawapa siku thelathini tu, maji ya tenki la Bangulo wananchi wa Saranga waanze kuyatumia. Naelewana vizuri, hamna kisingizio. Maji ya tanki ya bangulo yaanze kutumika. Wapi? Salanga. Tunawapa siku 30 tu, wananchi wa Salanga. Hatuhitaji pressure wala pressure, watu wanachohitaji wapatiwe maji.